Tukirejea humu nchini, kulikuwa na kizaazaa katika kituo kimoja cha kukusanya pesa za ushuru katika kaunti ya Mombasa baada ya Gavana Ali Hassan Joho kufika katika kituo hicho kwa ghafla kufuatia madai ya ufisadi. Wafanyikazi walipatikana na jumla ya shilingi elfu mia moja themanini mfukoni. Ni katika kituo cha Miritini katika barabara ya kutoka Mombasa kuelekea Nairobi ambako mgeni wa ghafla Ufisadi wa upigwa na level yote, sio level ya juu peke yake. hata huu ni ufisadi ambao tuutaki. Amejitokeza na kubabaisha afisi nzima. Ali Hassan Joho, gavana wa Mombasa, ndiye aliyekuwa inspekta mkuu au Magufuli kwa siku ya leo, baada ya tetesi kuzuka kuhusu wizi wa pesa katika kituo hicho na vinginevyo mjini Mombasa. So na mambo haya kuchunga rasilimali ya wananchi Do it lakini mambo haya sijui, receipt si zako lewe, lewe. You do not know who owns the receipt mtu humjui. No, that is not acceptable. <mimu> sisi so yes. <mimu> pesa sono waliopatikana hawakuwa na pa kujificha. Pesa zilizosemekana kuibwa zilifichuliwa zilikofichwa, jumla ya shilingi laki moja na themanini zikapatikana mifukoni na kwenye vibeti zikidaiwa kuwa zilizoibwa na maafisa watatu. Azma yao kutaka kuachiliwa haikufua dafu. Sasa wanafanyiwa uchunguzi kabla ya kufikishwa mahakamani. Gavana Joho amesema misako kama hiyo itaendelea mjini Mombasa katika juhudi za kupambana na ufisadi. Agnes Penda, KTN Leo.